Kwa kweli wananchi wangu wa Morogoro, najua swala la maji ni kero, kero, kero. Hili eneo lote limebainika kwamba kwa kila siku moja, kila siku moja iendao kwa Mungu, tunanaweza ikatupa talita tali milioni mbili kwa siku, lakini hapa pana mtu ambaye ana eneo lake anasema hataki paguswe. Sasa nikamwambia huyo bwana, nikamwambia sikiliza vizuri sana mi siwezi kuacha mtu analima mahindi hapa na mchicha pale wakati Mafisa nzima haina maji na mimi hapa naweza nikachimba maji. Kwa hiyo nikasema mimi ndio mkuu wa mkoa, lawama nitabeba mimi, chimbeni maji. Huyo mtu mwenye eneo lake atakuja, tutazungumza mimi na yeye. Eneo hili dogo tu hapa asmt la, la hasa, nikwambieni kwa Morogoro hii tukipata lita milioni mbili kwa siku, tunazungumza kitu kingine kabisa. Kwa hiyo kwa wale ambao wanabahatika kupata maji hapa na vyanzo vingine lazima wawe waangalifu sana kuhusu kutunza maji ili yawafikie na, na, na wengine. Sisi kama watafutaji wa vyanzo vya maji tumebaini maeneo kumi na saba ya kuchimba visima na maeneo saba ndio yame tumeshachimba ikiwemo hichi hapa na mengine yameendelea kuona, kuonyesha matokeo mazuri ya upatikanaji maji mengi na, ya, na ambayo yana chumvi kidogo. Na maeneo haya tunayaainisha baada ya kufanya tafiti na kugundua mipasuko ya, ya miamba na ndiko hapo tunapochimba. Eneo hili tulifanya tafiti na tumeona mipasuko ya miamba ndio tukachimba. Mheshimiwa Rais alinunua mitambo 25. Kila mkoa una mtambo wake. Sisi katika mkoa wa Morogoro tayari tumeshachimba visima sitini na sita kikiwemo na hiki. Visima hivi ni visima jumla viko saba. Lakini kisima ambacho mpaka sasa kinatoa maji mengi ni hiki ambacho wewe ulipendekeza tukichimbe. E, visima vingine vyote vinazalisha chini ya lita milioni 30 kwa amini lita 30 kwa kwa saa. Hiki kinazalisha zaidi ya lita elfu arobaini kwa saa. Kwa nia yetu sisi kama MORUWASA kwanza, kwa tusanifu ili wananchi wa eneo hili waweze kupata huduma, eneo la Mafisa karibia wananchi elfu 18 na naamini kufikia wiki ijayo kazi ya usanifu na, na, na, na, na makadirio ya gharama tutakuwa tumeshakamilisha. Maana kazi inatakiwa ifanyike kwa haraka kwa sababu tunaelekea kwenye kiangazi na huduma hii kwa maana ya, ya sosi chanzo hiki kitakuwa muhimu kwenye kipindi hicho, ili tuweze kuvuka salama kwenye kipindi cha, cha kiangazi kuanzia Agosti mpaka mpaka Novemba.